Ndugu zangu karibuni tena katika fursa hii muhimu sana katika safari yetu hii muhimu na nyeti ya kumiliki steji. Sasa leo nataka niwapitishe kwenye programu yetu ya Miliki Steji mambo ambayo tutajifunza kwa kina, ili tuweze kuwa na mawanda mapana ya kuelewa kwa kina ni vitu gani hasa tutakuwa tunajifunza. Nipende kukukaribisha katika safari hii muhimu sana ya kumiliki steji na mambo ambayo tutakuwa tunajadili, kwanza tutakuwa tunaangalia module zote sita ambazo tutajifunza katika programu yetu hii ya Miliki Steji. Andamana nami mwanzo mpaka mwisho. Program ya Miliki Steji ina jumla ya module sita, lakini baada ya module sita pia kuna bonus, sababu kubwa kama tatu hivi, na tutakuja kuangalia sasa, module ya kwanza mpaka ya sita tutajifunza nini. Katika moduli ya kwanza tutajifunza hatua ya kwanza ambayo unapaswa kuifuata kabla haujafika stejini. Umealikwa unapaswa kwenda kuzungumza, au wewe ni mgeni rasmi katika mahafali, katika shule yako uliyosoma, katika chuo chako ulichosoma, au mahala pengine popote. Sasa baada ya kupata huu mwaliko, unapaswa kufanya vitu gani? Sasa vitu vingi utakuwa tayari umevifanya kupitia programu hii ya mazungumzo mbele ya halaiki, ma program ya Miliki Steji, na mambo machache utapaswa kuyafanya wakati huo utakapokuwa unapata mwaliko. Kwa hiyo katika hatua hii ya kwanza, mambo ambayo unatakiwa kuyafanya kabla ya kufika stejini, na hapa unapaswa kujifunza misingi mikuu mitatu ya mazungumzo mbele ya halaiki. Msingi wa kwanza wa mazungumzo mbele ya halaiki ni saikolojia ya ushawishi ama sisi wataalamu wa kumiliki steji tunaita ritorikia, ritoriki kwa lugha ya Kiingereza. Ritorikia ni taaluma, ujuzi na uwezo wa kuwashawishi watu ili kwanza wakusikilize, lakini pili wachukue hatua kama vile unavyotaka wachukue. Sasa ritorikia kwa kawaida yenyewe ina nguzo kuu tatu ambazo ni logos, ethos na pathos. Logos maana yake ni maarifa, mantiki, ujuzi. Je, unajua kile ambacho unataka kukizungumza? Mimi ninajua kufundisha mazungumzo mbele ya halaiki. Ninayaishi mazungumzo mbele ya halaiki. Nina ujuzi huo. Nina A, B, C, D, to Z kuhusiana na mazungumzo mbele ya halaiki. Hiyo ni logos. Nguzo ya ushawishi ya kwanza ni lazima ujue unachokizungumza na uwe na uwezo wa kukiwasilisha kwa hoja na mantiki, that is logos. Nguzo ya pili ni ethos. Ethos ndiyo imekuja kuzaa neno ethics, e, maadili, sifa njema, e, kukidhi. Mimi huwa naita kwa Kiswahili ni credibility na sifa. Je, unayo credibility ya kuzungumza hicho unachotaka kuzungumza mbele za watu? Je, mimi ninayo kredibiliti ya kukufundisha wewe juu ya kuzungumza mbele za watu? Kredibiliti inaweza kupatikana kwa kujifunza darasani, kwa kuwa na uzoefu wa jambo hilo unaotaka kulifundisha au kulizungumzia, au kwa namna nyingine yoyote ambavyo tutajifunza katika programu hii ya Miliki Steji, namna amba mbalimbali ambazo unaweza kujijengea kredibiliti, ili uweze kuwa mzungumzaji unayeshawishi au mwanaritorikia na hatimaye ukiwa mwanaritorikia utaweza kumiliki steji. Nguzo ya tatu ya ritorikia ni pathos. Pathos ni hali ya kuamsha, kukamata na kusukuma hisia za wasikilizaji wako. Maamuzi tunayofanya wanadamu karibia asilimia themanini yanategemea hisia. Je, unao uwezo wa kuibua hisia za wasikilizaji wako hata wakachukua hatua? Katika usokonishaji, bahati nzuri pia mimi ni mtaalamu wa usokonishaji, marketing. Katika usokonishaji tunasema kwamba mteja huwa ananunua kwa nguvu ya hisia na baadaye huwa anahalalisha ule ununuzi wake au ile hali ya ununuzi aliyofanya kwa kutumia akili mantiki. Mimi huwa nazigawanya akili hizi katika makundi haya mawili katika dhana hii kwamba tunayo akili hisia na akili mantiki. Akili mantiki kazi yake ni kuhalalisha, kujustify. Huwa inachukua muda hii, lakini akili hisia kazi yake ni kusukuma mtu achukue hatua, huwa haihitaji muda mrefu, na ndio maana unaweza ukaona kamba ukaruka ukidhani nyoka. Baadaye akili mantiki itakuja kuthibitisha kwamba hicho ulichoruka rafiki yangu ni kamba tu, si nyoka, lakini akili hisia ilisha kusukuma na ukachukua hatua. Sasa katika ritorikia huwa tunatumia zaidi akili hisia, tukisukuma kwa mbalimbali mbali, pia akili mantiki ili msikilizaji wako aweze kuchukua hatua. Ukifeli hapa rafiki yangu, hakuna hakuna mtu atakusikiliza, hakuna mtu atachukua hatua. Nguzo ya nne ambayo haizungumzi sana katika mawanda ya filosofia, mawanda ya falsafa ni Kairos, ambayo imekuja hivi karibuni. Wanazuoni wa karne za hivi karibuni walikuja kuongeza nguzo hii ya nne ambayo ni Kairos. Kairos maana yake ni wakati sahihi lakini vilevile sanjari na muktadha sahihi. Huwa anapenda kutolea mfano rahisi kwamba Nuhu ambaye alijenga safina, wakati anawaambia watu watubu wajitayarishe kutakuja kutokea mafuriko, hakueleweka kwa sababu kwanza toka kipindi hicho hakukuwahi kutokea mvua wala mafuriko. Na hivi wakati huo Nuhu hakuwa na Kairos, yani haukuwa wakati sahihi, lakini vilevile hakukuwako na muktadha sahihi. Lakini baada ya mafuriko kutokea baadhi ya magodoro ya watu na vitanda vikawa vinaelea, baadhi ya mifugo yao ikawa imekufa maji, Nuhu aliposema njooni kwenye safina, watu walihamaki na walianza kuelekea kwenye safina, kwa bahati mbaya walikuwa wameshachelewa. Wakati huo ilikuwa ni Kairos, ni wakati sahihi na muktadha sahihi. Unapozungumza mbele ya halaiki, kama unataka kuuza, kwa mfano, ni lazima uangalie ni wakati gani unapaswa kuuza au kuonesha ofa nono yako. Haya yote utakuja kujifunza kwa kina katika programu yetu hii ya Miliki Steji, na hivi kwa muhtasari, kwamba katika hatua hii ya kwanza, ambapo utajifunza misingi ya saikolojia ya ushawishi, ambayo ni ritorikia, tutajifunza nguzo kuu tatu, lakini ta tutagusia pia nguzo ya nne, na hivyo kwa ujumla tunazo nguzo nne za ritorikia. Nguzo ya kwanza ni logos, maarifa, ujuzi, mantiki, na nguzo ya pili ni ethos, e, credibility kukidhi kuwa na sifa ya kuzungumza kile unachokizungumza. Na nguzo ya tatu ni pathos mm, hisia uwezo wa kuamsha hisia za wasikilizaji wako hata wakachukua hatua. Na nguzo ya nne ambayo tutaigusia tu kwa juu juu ni kairos e, uwezo wa kuwasilisha jambo kwa wakati sahihi na muktadha sahihi. Na sasa twende tukaangalie msingi wa pili wa mazungumzo mbele halaiki ambao ni kanuni tano za ritorikia.